Kila Mtanzania na nielekeze viongozi wa serikali ngazi zote, ngazi zote mpaka wa mtaa wa kijiji wa mtaa wa kitongoji wa kijiji. Hawa watu wengine wabaya, wabaya hawafikii tena kwenye nyumba za wageni, wanafikia kwa, kwa mtu mmoja mmoja, kila mmoja ayo mlinzi wa mwenzake kuwa huyu uliyemleta ni nani huyu Watanzania hatupendwi namna hiyo watu wanatazama rasilimali tuamke hatupendwi namna hiyo watu wanaangalia rasilimali ndivyo walivyowafanyaga wenzetu maeneo mengine wamewagonganisha wakapigana wakapigana wanawapa bunduki wao wanachukua rasilimali wanawapa bunduki wanamalizana wao wanachukua rasilimali wanawapa wanawapa mabomu, wanamalizana wao wanachukua rasilimali zilipoisha rasilimali, na uchonganishi huo na mapigano hayo yakaisha. Si nchi za Afrika hapa hapa? Tuamke, Tanzania si nchi maskini kuna watu wanamezea mate, na mimi niwaambieni, na mimi niwaambieni, wale wanaomeza mate na wale wanaotumwa, niwahakikishie, tutailinda Tanzania na tutalinda rasilimali zake kwa gharama yoyote ile. Watameza mate mpaka yataisha. na wala Tanzania haitaendeshwa kwa remoti. Mungu aliwapa wa kila watu nchi zao. Afrika ni ya Waafrika, Tanzania ni ya Watanzania na rasilimali zake ni za Watanzania. Watameza mate mpaka yataisha. Tutalinda Tanzania, watu wake na rasilimali zake kwa gharama yoyote.